Hiyo ni AyoTV pamoja na millardayo.com na Ommy Dimpoz right now nyumbani kwako. Mambo vipi? Poa poa, inakwaje tu? Eh, bwana shwari kwanza. Asante sana kwa kutualika nyumbani kwako bwana AyoTV. Nashukuru sana bwana. Pole sana kwa safari kutoka Marekani. Ah, kama ndio hivyo, safari ilikuwa ndefu kidogo, masaa mengi angani, lakini alhamdulillah nimeodi nyumbani unajua. Mhm. Mm -hmm. Niko nime miss home kidogo kwa kiasi fulani kwa kiasi kikubwa kwa hiyo mm. Nashukuru Mungu nimerudi nimefika salama. Okay. Umekaa siku ngapi Marekani? Uh, almost mwezi umefika, naweza kusema karibia wiki nne hivi au wiki tatu na siku chache, lakini karibia mwezi, tarehe kumi na sita na nimerudi tarehe nimerudi tarehe ni ya leo, kwa hiyo okay. Yeah, karibia mwezi. Idadi ya show ulizopiga? Uh, almost kwa show kama tatu hivi uh -huh. Yeah, show tatu ambazo zilikuwa zilikuwa ambazo zimetangazwa kabisa nini na nini, lakini mm -hmm. Baada ya hapo nikawa nafanya na mambo yangu tu, same nilifanya same uh, show nilifanya Washington DC. Um, nikafanya Houston Texas, alafu nikafanya mwisho LA, Los Angeles, Hollywood. Hii ni mara yako ngapi kufanya show Marekani? Naweza kusema hii ni mara yangu ya kwanza kwenda Marekani na ni mara yangu ya kwanza kufanya show Marekani mm -hmm. yako kwa mara yangu ya kwanza naweza kusema Marekani itakuwa ni nchi yako ya ngapi kuitembelea nje ya Tanzania? Ah, kiukweli namshukuru Mungu nimesafiri safiri sana, inaweza ikawa hata ya 15 nje ya Tanzania ikiangalia, kwa sababu hata afu tua karibia zote nimezifanya mwaka huu ya mchango kwanza, nilikwenda ni Uingereza nilivyorudi ndo nikaenda tour yangu ile ya Europe ambayo nilienda takriban nchi kama nane hivi, mm -hmm. au tisa. Kwa hiyo baada ya hapo ndo nimekwenda ya Marekani, lakini kuna hizi za Kenya, Burundi, sijui yeah. hizo nchi zote umeweza kwenda kwa sababu ya muziki? yeah yani, hiyo ndo kitu ambacho namshukuru Mungu kwa kunijalia kipaji. Bongo Flavor kiukweli inatupeleka mbali kidogo, kwa hiyo so kidogo inatupeleka mbali sana na inatutangaza. Ukiangalia hata unapoenda sehemu, mapokeo yanavyokuwa zile, unajiuliza kabisa, da, muziki wangu ndio umekuwa na nguvu kiasi hichi. Kwa hiyo hmm. mziki, hamna kitu kingine, sina biashara nyingine ambayo imenipeleka huko nje zaidi ya mziki. Nimeona ni pia, of course, Bongo Flava sasa hivi inaingia kwenye stage nyingine ya kuheshimiwa zaidi na kupewa time nzuri na nafasi kubwa zaidi ya uhuru Uh, ongera pia nimeona p, p, Twitter uh, yako nimeona nini Instagram uh, umeweka picha huko kwenye business class kwenye ndege ya yeah, ndo hivyo, unajua kadri siku zinavyokwenda na utaratibu unaba, unaba, unabadilika kidogo, utaratibu unabadilika kwa maana mapromoter, inategemea na promoter anayefanya naye kazi, lakini mapromoter wamekuwa wanaelewa, wanatupa thamani kwa kutambua nguvu zetu na kazi zetu na umuhimu wetu kwa hiyo ndio maana umeona kama hivyo, ukisafiri unasafiri kwenye business class. Zamani ilikuwa ukiingia kwenye ndege unaipita yani, pale sha unaenda unaenda zako nyuma, unaacha watu wamevimba wa pale na vitambi vyao. <laughs> <laughs> au ngozi, ngozi nyeupe. Lakini sasa hivi nao unakaa nawe, ukifika okay. unakuta juisi maji nini yashawekwa. okay k yeah. Ommy Dimpoz nafahamu, wewe ni, ni, ni msanii wa pili Tanzania kwa kulipwa pesa nyingi sasa hivi kwenye show, kati ya wasanii ambao wamejitangaza, unapokea sio chini ya milioni nane kwa show, lakini kwa Tanzania. Nje ya Tanzania utaratibu wake ukoje? Uh, nje ya Tanzania unajua utaratibu uko tofauti kidogo naweza kusema hapa nyumbani tuna-tunalipwa tuna hela nyingi kuliko tunavyopata nje kwa msanii yoyote, e bwana Asi, kwa asilimia kubwa but inategemea e, pia unaenda kufanya tamasha labda sehemu gani, unajua mm. Kwa hiyo asilimia kubwa hela unatengeneza zaidi nyumbani, kwa maana nyumbani kwanza, hata cloud mfano una, unafanya show unafanya show kwenye cloud ya watu hata 10000 You know? lakini kule walengo wanakuwa labda ni watu wa Afrika, ile unakuta majority ya watu wa Afrika sio kubwa sana tofauti atakavyofanya Jay-Z. Unajua atafanya show Madison Square mm. ataingiza watu elfu sitini, kama uwanjani unajua mm. haiwezekani. Kwa hiyo hata ukiangalia kwa wasanii wakubwa hapa Afrika pia ambao tunawajua ambao wana mashabiki wengi ambao wanafanya show zao na wenyewe kwa hapa kama uwanjani, lakini hata ukifika kule unakuta wanapiga sehemu ambazo za mm -hmm. kawaida. Kwa hiyo malipo yanakuwa yanapungua kidogo. Kama milioni ngapi? Ah, kwa inategemea, unaweza kukuta 6 7 sita mm -hmm. saba tano mm -hmm. kwa hiyo inategemea na